Hivi leo tukianza na gazeti la Habari Leo lina habari kubwa inayosema kasi ya Magufuli yaanza kuitikiwa, watumishi wa aswa kutii falsafa ya hapa kazi tu. Na habari nyingine nasema balozi Sefue kukagua Muhimbili leo, maaskofu watatu nchini kuwakilisha ziara ya Papa. Na habari nyingine nasema machimbo mmoja wa walio okolewa baada ya kufukiwa na kifusi siku 41 afariki dunia. Katika gazeti la Nipashe, Lowasa, Mbowe, Sumaye kutinga mahakamani leo. Magufuli alivyomsasambua Kikwete, kweupe aanika mabilioni ya safari zake yalivyoumiza taifa. Habari nyingine nasema, baraza jipe la mawaziri moto, na aliyeokolewa mgodini afariki wakati akitibiwa hospitalini. Tukiangalia gazeti la Majira, mazishi ya kigogo Chadema, familia Mboe watoa msimamo, wafungua shauri kupinga zuio la polisi mahakamani. Lowassa avunja ukimya Sumaye aliya na nguvu ya dola. Habari nyingine nasema, wabunge CUF: Ndugai alivunja sheria, wataka bunge la dharura kuijadili Zanzibar. Tukiangalia gazeti la Tanzania Daima, maiti ya mawazo kutinga kortini. Lowasa, Sumaye, Mboe wapiga kambi Mwanza, watoa kauli nzito. Hofu ya sumu, kifo cha katibu Tadu na familia yake yafunguka ni habari ya Mawazo. Na katika gazeti la Uhuru, wabunge wagonga mwamba kwa John Pombe Magufuli, agoma kuwaongeza posho na mishahara, apunguza mikopo ya mashangingi. Mpango wa kubana matumizi wa shika kasi, mamilioni yatumika kwa kikao. Muhimbili ni wajumbe kulipana posho chakula, balozi Sefue kufanya ukaguzi leo, polisi yapangua trafik Themanini, Pwani. Na tukiangalia gazeti la Mtanzania, wabunge ukawa wa msulubu Ndugai wadai amevunja kanuni. Dr. Shein, polisi kuingia bungeni. Kobenea naye atangaza kumburuza mahakamani. Polisi wamtisha Loasa. Muhimbili hakukaliki, uongozi wafanya kazi siku za mapumziko. Sefue kufuatilia maagizo ya Magufuli leo miaka miwili jela kwa kumng'oa meno mwenzake. Mchimbaji wa siku 41 mgodini afariki dunia. Gazeti la Raia Tanzania. UKAWA walihofia kibano Dodoma, vijana maalum waliandaliwa kuwadhibiti bungeni. Wasikitikia uamuzi wa kutoka nje kwa hiari bila kukaidi. Mawaziri wa Magufuli wanaotajwa kutikiswa, sura mpya kujitokeza, wengi wa zamani kutoswa. Samia Kasim majaliwa kumsaidia rais kuamua. Mtikisiko TAKUKURU, bosi adaiwa kujiandaa kuwabeba UKAWA kesi za uchaguzi. Tukiangalia gazeti la Zanzibar leo lina habari kubwa inasema: Dr. Shein aridhishwa uwekezaji Fumba, na habari nyingine anasema wataalamu wa sheria EAC kukutana Zanzibar. Kampuni ya Heloteli yapigwa stop. Gazeti la Daily News kwa upande wake habari yake kubwa anasema utafiti wa mafuta na gesi kuanza, na habari nyingine hasa mikakati ya kitaifa yatakiwa kudhibiti matumizi mabaya ya antibiotics. Maskofu watatu wa Tanzania kuhudhuria ibada maalum ya Papa nchini Uganda. Tukiangalia gazeti la The Guardian, wasomi wachambuzi wapendekeza baraza lenye wachapakazi. Serikali yasambaza mbegu wakati kukiwa na ugonjwa mbaya katika zao la pamba, wanunuzi walaumu kuchangia kusambaa kwa ugonjwa huo. Hotuba ya Magufuli, ya Magufuli yavutia jamii ya wafanya biashara. Na sasa tuangalie habari za michezo, tukianza na gazeti la The Guardian, nina habari kubwa inayosema Kilimanjaro Stars yaifunga Somalia ni kwa mabao manne kwa bila. Bondia wa Malawi kuchuana na bondia wa Tanzania mkoani Tanga. Na gazeti la Daily News, kwa upande wa michezo, Kili Stars yaiadhibu Somalia kwa mabao manne kwa bila. Kocha wa Heroes akerwa na fursa zilizopotezwa. Nyakundi bingwa wa Waitara gof na Alliance yaifunga polisi mabao matatu kwa mawili. Gazeti la Zanzibar Leo, Kili Stars Kenya zatakata maguri, Boko waivuruga Somalia. Habari nyingine nasema, nionzima hatukuja Ethiopia kuuza sura. Gazeti la Raia Tanzania, Boko Maguli waiua Somalia challenge, kipigo cha basa cha leta mtafaruku Real Madrid kocha Yanga awatolea uvivu TFF. Gazeti la Mtanzania: Kili Stars ya Eliza Somalia yachapa mabao manne kwa bila. Challenge John Boko Maguli wa Ngara, simba ya haha kupata mrithi wa Matola, maguli atamani soka la kulipwa. Gazeti la Uhuru: Kili Stars ya ua simba ya mkubali JPM. Na katika gazeti la Tanzania Daima: Kilimanjaro Stars kishindo challenge Kluim, amtaka wawa yangwani kotinyo kuredia daa leo. Gazeti la Majira: Kilimanjaro Stars yafanya kweli yainyuka Somalia mabao manne kwa bila. Kenya yampiga Uganda mabao mawili kwa bila, Olunga atupia moja. Gazeti la Nipashe Stars yajipoza kwa Somalia, yapata ushindi mnono katika mechi ya kwanza ya michuano ya kombe la Challenge. wa Cameroon watua kwa majaribio Simba. Tukiangalia gazeti la habari leo, Kili Stars moto mkali. Habari yingine inasema TFF kuishtaki Algeria. Klopp ahidi makubwa Liverpool. Nyota kushiriki mbio za Karatu. Gazeti la Championi habari yake kubwa inasema Yanga Sports Club ya saka striker wa wakazi Majwega achota milioni 40 Simba. Habari nyingine TFF ya mvuruga akili Pluim Venga kazola hastaili lawama. Koffi Olomide aibukia mazoezini Simba Sports Club, Maguri aipaisha Kili Stars Ethiopia. Ndau aondoka Bongo na milioni tatu tu. Gazeti hilo la Championi katika ukurasa wake wa nyuma, pigo Arsenal uwanjani bila mastaa wa nane. Hendrick huu ni ushindi wa kihistoria. Klopu achekelea kiwango Liverpool. Tukimaliza na gazeti la Bingwa, vigogo Yanga wamfuata Maguli, Ethiopia. Habari.